Yaani mvua inginyesha leo, hamungefika hapa yaani, ungefika gari ungeacha pale ufiki kabisa hata kama iko juu helicopter. Yaani gari yote hakuna gari naye pita pale ifike huko. Kwa majina mimi ni Yusufu Laiza. Mheshimiwa Meya, unavyoiona changamoto kwa hapa kata yetu ya Terrat, kwa kweli changamoto ni barabara, hasa unavyoiona hapo, umeiona hapa, kuna sehemu zingine kuelekea kama shule ya Maweni msingi kule kuna sehemu ambayo bado iko zaidi ya hapa, maana barabara inaendelea kukatika. Kwa kweli, tunaomba msaada wenu, serikali iingilie kati watutengenezee barabara, hata kama kuna vitu vingine vinaendelea, lakini tunajua kabisa, moja kwa moja, barabara ndio kiunganishi na ndio kinachosaidia biashara, watu kwenda shuleni, watoto wetu kutembea, na tuseme uchumi kwa ujumla. Jina langu ni Simon Sanare, balozi wa shina namba moja. Yaani, yaani, yaani, yaani, tatizo tatizo kubwa kuanzia kuanzia pale ile ile ile mita mita mita 300 300 300 mvua ikinyesha ni, ni... ni kwenye kwenye Moram, Moram eh eh, na na hii. Ah, ile sehemu imeachwa zaidi ya ya miaka mitano kabisa. Kwa hiyo hapo hapo ndio inakuwa tatizo, ya pikipiki sikifika. Walimu wanatembea na miguu mpaka shuleni. Shule iko iko mbali gani? Kama kilomita mbili kuanzia hapa na ukifika pale kuona kuanzia tena hapo mm. Kuelekea mpaka shuleni hakuna mora. Kwa hiyo hata wakifika pale bado kuna matope mpaka shuleni mm -mm. Kwa hiyo tungeomba sana utusaidie ile sehemu pale, na juzi kuna kuruza ilikuja ikajaribu kupita, iliangukia kwenye mtaro, si unakumbuka eh? mm. Usinyende umetoa hiyo kuruza mwezi wa Mei, iliangukia kwenye, na hiyo ni kuruza, hiyo hiyo ni kuruza. Sasa sasa juzi kulikuwa na mvua kama nyinyi tu yeah. ni kama nyinyi tu. Sasa ikija mvua moja tu, yeah. Hapa ipitiki kabisa, inakata mazini. Naitwa Julius Olesakeyan, diwani Terra, na wa kata ya Tera na naibu meya wa jiji la Arusha. Namshukuru sana mheshimiwa mstahiki meya kwa kuja kufanya ziara na kuona barabara hizi za Tera zilivyo. Kwa hali hii iliyoko hii hapa ukweli ni kwamba hili eneo ni hatarishi sana, na hii kama isipojengewa mifereji hii tutaendelea kupata hasara hapa eneo sasa hivi tulioko, tumekaribia kuingia kwenye eneo la mtu mwisho, baadaye inaweza ikakatika na mwisho ikawa kata nzima imekatikia kusini na kaskazini. Namshukuru sana mstahiki meya wangu na, kwa kazi nzuri na sana, namwomba na mstahiki meya ili eneo kwanza lifanyiwe kazi haraka haraka sana, kwa sababu mvua leo ikinyesha kesha hamna mahali pa kupita, na huku chini iko mahakama kwa mahakama ambayo inatumika na wilaya hii iko hospitali ya maweni huku chini, iko iko shule ya msingi maweni na wananchi walio wengi huku chini wakifanya biashara mbalimbali mjini. Hii inaweza ikasababisha uchumi ukaharibika na ukadorora, kwa sababu wananchi wao wanategemea usafiri wa kwenda na kurudi mjini, na ndio kitu ambacho wanategemea sehemu kubwa sana. Mimi nimshukuru Mungu kwa kupata au kunipa nafasi ya kufanya ziara hii kwenye kata yenu. Nimeona hali ya barabara kweli hairidhishi, lakini nimekuja pia kuangalia ni majawabu gani tutayatoa ili pale mvua za masika zinavyoanza wananchi waweze kupita. Mheshimiwa diwani, kwa sababu ni naibu meya, unajua sana utaratibu wa pesa za serikali. Tunaendelea tunaenda kwenye mahuisho ya budget, budget reallocation. Mimi kama meya kipaumbele changu kwa kipindi hiki ni hizi barabara ambazo kila mwaka inakuwa na changamoto ya kupitika haswa wakati wa mvua. Nimeona pale mpaka wa Maweni na huku Mapambazuko ni kama barabara inataka kujidisconnect na ha ha haijanyesha hata mvua mm. Maana ikinyesha mvua kitakachofuata ni kwamba watu huku chini watabaki huku chini na watu wa kule juu watabaki kule juu, kwa maana mtoto anayeishi huku hawezi kwenda shule kule juu mm. Okay. Na mtu anaye mwenye shughuli huku chini kama shamba hawezi kuja hapa. Kwa hiyo mimi hili nilipokea, tutalifikisha kwenye baraza alafu tuone namna gani bora ya kuhakikisha kwamba tunaweka kipao mbele kikubwa kwenye barabara, na hili nilisema kipindi kile cha uapisho wa ua umeya na udiwani kwamba tutaangalia miradi viporo, lakini tutaweka nguvu kubwa kwenye barabara, kwa sababu kwa barabara, barabara anapita kila mtu. Shule mtu anaweza kachagua, anaweza kapeleka mtoto private au government. Hospitali au kituo cha afya, mtu anaweza kachagua aende cha private au cha serikali, lakini hakuna barabara ya private, hakuna barabara ya serikali. Kwa hiyo tutaweka nguvu kubwa sana, mheshimiwa diwani, kwenye barabara zenu, na tutaanza na mitaro ya maji ya mvua na baadaye vivuko. Maana ukiwa na mitaro ya maji ya mvua ukawa na vivuko, hata kama barabara hujaweka kifusi, walau maji hapiti katikati ya barabara.